Mambo vipi? Fresh kabisa. Safi kama kawa. Unaitwa nani? Naitwa Kipunizi, Kipunizi Amosi. Hapa kijioni wanakuitaje, wanakufahamu kama nani? Hapa <laughs> kijioni wananiita kama Kipunizi. Hmm. Poa. Umesema wewe ni mnyama, ndio? Mimi mnyama ndio. Kwa sababu wewe ni mnyama, ngoja tu tuongelee uh, kuhusiana na performance kwanza ya, ya mnyama. Uh, tumeangalia mechi hizi mbili kadhaa ambazo wamezifanya kabla hajaenda kukutana kuifikia tarehe ishirini na tano ambayo ni kesho kutwa kwenye dabi. Tumeangalia performance yao mechi ya mwisho hizi mbili ya mwisho, ya kwanza alipiga tano, ya mwisho kapiga moja. Performance yake kati ya tano moja, kuelekea mchezo wa dabi, unaona inapanda au inashuka? ina, ina, so kwamba inashuka? Hapana ha, sema ni kutokana na, me, ina, na mchezo ulivyo tu kutokana na performance hiyo unaohakika kwamba mtaweza kuwfesiwatani wenu siku ya tarehe 25 tano? eh, mechi za hapa kwa sababu mara ya mwisho inakumbuka kwamba, eh, mlikimbia wanyama walikimbia eh, inajulikana iko hivo. Unaongeleaje mchezo huu hapa, iongele na performance yenu mnaohakika kwamba mtatoboa? eh, ta, taleh ishina tano mtaonekana ha, na wala na mechi namechi tale nn mm. Hey, si hatukukimbia. Kwa hiyo tukutane tarehe ishirini na tano hapo. unawaambia nini wananchi, wananchi, wananchi, wananchi hawatuwezi, lazima zile tano zirudi. naitwa Joni, ila jina maarufu kwa maeneo haya anaitwa Balimi Safi. Balimi. Yeah. Hapo yeah. Yeah. mwanetu hapo kwa majina anaitwa Emmanuel Elia. Emmanuel Elia ndio. Ishirini na tano dabi ya Kariakoo bonge moja la mechi kete yenu ni kwa mnyama tano moja, ndio mechi zenu za mwisho tano moja, ilipanda ikashuka moja. Mna uhakika kwamba yani utakuwa umemwachaje? <clears throat> E, bwana kwanza utoporo kwanza. Mi sidhani kama hii dabi itachezeka, maana yule mtoto ana tabia za kususasusa yule. Kwa hiyo mm, hapo kwanza bado tunamtafakari kwanza yule, mpaka ale, alembelembe kwanza, aende kuombaomba huko kwa mama kule ndogemu wa watu wafukuzwe kule sasa, yule mtoto bado tunamfikiria kwanza. Hiyo gemu yenyewe kwanza, mna uhakika hata toboa akija? Yani tukisema tupeleke timu yule mtoto atapigwa goli nyingi sana yule. Ubaya ubwela uta, utampelekea moto wa kutosha. Kauli yetu ni ile ile ubaya ubwela au kuna kauli nyingine zaidi imeongezeka sasa hivi? Hiyo hiyo ubaya ubwela, hiyo ndo mpaka sasa hivi bado inawachanganya, ubaya ubwela. Ni kweli kwamba kuna ukweli wowote kwamba kwa Mkapa hatoki mtu hiyo hiyo kauli ni ni, ni kwenu kwamba mmeumiliki na nili uwanja wa Mkapa ndio maana mlikataa kwenda kucheza kwa Amani Abedi Karume, au kuna kitu gani kingine kilichojificha juu ya kuhusiana na uwanja wa Mkapa? Eh bwana, pale kwa Mkapa Mwarabu mwenyewe ana historia napo. Pale kwa Mkapa mtu akija ana uhakika kutoka kabisa pale. Mwarabu mwenyewe akipangiwa kwamba unaenda kucheza kwa Mkapa na Simba, lazima kwanza aji, ajiulize ulize mara mbili, na ndio maana pale watoto wa kule Warabuni walifanya figisu paka tukaenda kuchezea kule Zanzibar kwa wangecheza hapa kwa Mkapa hapa tungewapiga pale, na hilo kombe tukua tunachukua uli, uli niambia mtaachapa um, um, mabao mangapi, nani utoporo? Mm, tukisema tupeleke timu timuaa watoto wanaweza wakafa hata saba bila saba bila pangilia kikosi chako kutoka moja mpaka kumi na moja, tujue kabisa kwamba ni nani ambaye atakahusika kwa wale mabao saba. Eh bwana utoporo atachezea mabao saba kutoka kwa mdau eh, wanamwita John Jo ni kutokea Pentagon, kijio cha Pentagon, ni shabiki wa mnyama mnyama kindakindaki Simba. E, mi ubaya ubwela, tuanze moja mpaka kumi na moja. Eh, goli kipa atacheza Pimpin Kamara, nambari mbili Shomari Kapombe, nambari tatu Zimbo Jeara, nne atacheza Karabu Shamu, tano atacheza eh, Chefu Ndomaroni, sita Fabrice Ngoma. E, saba atacheza e, Kagoma e, pamoja na nane atacheza hapo bo... <clears throat> nane tunamweka Elim Panzu, Elim Panzu tisa, jinchazi awa namba kumi atacheza pale e, Budo namba kumi na moja atacheza Steve Dense Mkwala. Hicho ndo kikosi changu ambacho najua kabisa, hapo Topora hawezi kutoboa. Sawa, ya wanasema wanakuhitaji hapa. Wanaita Emmanuel. Emmanuel. Ndio. Pentagon kijio cha Deva Boda Boda. Poa. Eh, bwana tubongi, sasa tunaelekea mchezo wa dabi hapo umefika, eh, wanasema hii haina kipengele bwela. Hivyo bwela kweli? Ubwela kweli ubao bwela sasa hivi amtokimbia ah, sasa hivi labda wakimbie wao <laughs> sawa, haina noma. Pangilia kikosi chako kutoka moja mpaka kumi na moja alafu baada ya hapo uniambie mtachomoka na mabao mangapi siku hiyo. Kwa mkapa namba moja Musa Kamara, ndio namba mbili Shomali Kapombe, namba tatu Muhamedi Huseni, namba nne Chamo Karabo, namba tano anacheza Chefondo Malon, namba sita anamweka Kagoma, namba saba namuweka Kibunenis, namba nane Ngoma, namba tisa namuweka Mukwala, namba kumi Awa, namba kumi na moja Mpanzo.